Mimi mwenyewe na misheni zangu tu ambazo nilozifanya alafu, huyo doo yenu, yeye aliniibia mimi na mama wangu kipindi kile, unakumbuka, nilipoenda Roma, walivyofanya ujinga wake wote, mpaka kaolea naye. <coughs> Sasa basi, na mimi namlipizia kisasi, yaani atajuta tu kunifahamu. Kendi, najaribu kukuelewa, lakini kwa sasa hivi siwezi nikakuelewa, kwa sababu nina matatizo toka umetoka hapa, umeniachia nongwa kwenye familia yangu, hususani ni mume wangu. Hali ya kashiba neno ni mtoto sisemi neno ndani lolote haongei, afanye kitu chochote kile lakini haya yote umeyataka wewe KNG. Kendi anifa mimi, mbona sina nia mbaya yoyote hiyo? Mimi nipo hapa kwa ajili ya kusaidia wewe tu na si kitu kingine. Ninafanya haya yote kwa sababu namuona mtoto wako yupo halafu analelewa na watu wengine tu, ikiwa mama yake mzazi bado upo hai. Kama unaweza kufanya kitu nikampata mwanangu, naomba fanya kwa juhudi zako zote. Naumia mi nikiwa kama mama, naumia. Baba yake ameshajua ukweli, sasa anamtaka mtoto wake. Afanye kitu chochote, mume wangu, mtoto mtoto. Kendi, naomba unisaidie nitoe kwenye hichi kiza, naomba unisaidie Kendi, nakuomba Mimi nikubali kusaidia wewe. Yeye na wewe uko yani tayari? Yaani kuthibitisha kwa vile vile utakavyoweza wewe. Labda kwa mfano ikihitajika DNA, uko tayari kupima? Nipo tayari na sitokuangusha, na, na kuomba unisaidie Unapiti mamu kweli wewe? Yani kusoma nishindwe, kusoma hata picha nishindwe kuitafsiri? Nimekushuhudia kwa macho kugagu, unajiuza afu nasubuti una kuniomba msamaha. Unapiti mamu kweli wewe? Ah, kwa hiyo unaendelea kukataa si ndio? Fine. Achana na yote yaliyotokea. Nataka unithibitishie jambo moja tu. Na ule wako ni dangani. Utauona walisia wangu. Huyu Junior ni mtoto wa nani? Wewe sio aina ya mwanamke akuwa na mimi. Pale ambapo nimekukuta, ndio sehemu yako sahihi. Niko dada angu, sija kufanya ile kazi na siwezi kufanya ile kazi, nakuapia ta... mm. Babu wewe nisikilize kwa makini. Mungu siku zote anakupa kufanana naye. Kwa hiyo wewe kama unafanya kazi pale kwenye dangulo, Mungu atakupa mwanaume wa aina yako, sio mimi. aa, huyu sio mwanamke anayekufaa katika maisha yako. Wewe ni nyoka tena, mwenye vichwa hivi viwili, huku unang'ata, huku unapuliza. Unasema pale ulienda kwa dada yako, si ndiyo? Sasa kwa taarifa yako, mimi ndo mtu wa kwanza kugundua uchafu wako. Hivi unajua kwa mimi nilikuwa nafanya kazi pale kwenu, siku ya mimi kuacha kazi ndio siku ambayo nilikushuhudia wewe uchafu wako wote.

Usinipande kichwani, mimi sio mpuuzi. kukuuliza hilo swali, nina ushahidi wote, vipimo vya DNA na cheti halali cha kuzaliwa cha Junior. Kwa hiyo usinidanganye, niambie, Junior ni mtoto wa nani? Stahili hata kidogo. Umenilisha haramu bure, maskini ya Mungu mama. Ah, usiniguse <coughs> ukanitia najisi, sitaki. Tasha mwanangu, Zawadi ndo mwanamke wa future ya maisha yako na ndio mama wa watoto wako, siyo hii takataka hii. Lakini mama nimefanya mengi, jamani naomba unielewe, umenichukulia vibaya mimi. Mengi gani uliyoyafanya wewe? Umenilisha haramu mimi kama ningekuwa najua pesa zako zinatoka wapi, nisingethubutu kuchukua hata senti moja. Sio kweli mama, mimi naomba nikueleze, sio kweli. Wewe huna chochote ambacho unaweza ukaongea sisi tukakuelewa hapa, na usisahau, hata shetani huja kama malaika. Kwa hiyo hayo machozi yako hayawezi kubadilisha chochote kile hapa. Nisikilize kwa makini, huyu ndio mtu pekee aliyekuwa anakupigia wewe kula za mbio. Leo hii amekili kwa kinywa chake kwamba hapana. Kwa hiyo mimi sina kauli yoyote hapo. Kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi hakuna. Ah, ah. Hey, cha mama sitaki kuguswa, ukanitia najisi. Mama, nisikilizeni nasema basi. Hivi sitaki kukusikilize nini wewe? Oh, utumbo wako wewe, oh, ujinga wako wewe, oh, uchafu wako. Kesho ahera kwa Mungu utakwenda kuongea nini? Mimi mama, naomba, sio kweli mama. <laughs> na leo iwe mwanzo na mwisho kukanyaga kwenye nyumba hii. Wewe ni kiroboto unayefunza damu ya mtu alafu hauonekani hata ukitafutwa. Kwenda ondoka, Tasha. ah, ah, nisikilize basi mama ah. Ondoka nimekwambia, ondoka ndani ya nyumba yangu naaa. kwako ni... kwa mimi ndo nilikupokea mimi ndo nilikukubali kama mkamwana wangu. Sikujua uchafu wako, nimegundua kila kitu kukuhusu. Kwa hiyo ondoka. oh, sitaki nikuona unakanyaga hapa mama, ta toka, toka, toka. Toka, toka. Wapi huyu eh? Lugha ah. Ni moja tu Kiswahili, kwani nashindwa kuelewa huyu. Sasa, ole wako uendelee kunificha kwenye hili vichikiso, kitakuwa halali yako nitakuwa nya

Mwanangu, na leo ndo nimejua madhara ya kupenda kupokea tu, hali ya kuwa sijui kile ninachokipokea kimetokana na, na nini kimetafutwa wapi. Mwisho wa siku mwanangu, ungekuja kupata madhara bure huko mbele, ambayo ningekuja kuyajutia wakati wewe tayari ushapata madhara makubwa sana. Naomba unisamehe sana mwanangu, kwa hiyo nisamehe mwanangu. Usijali mama, tupo pamoja, wala unahaja kusema samahani kwangu Kumbuka mimi ni mtoto na we ni mama. <laughs> Nashukuru sana kusikia hivyo mwanangu, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. <laughs> Na zawadi ndio mwanamke pekee wa maisha yako, na ndiye mama wa wajukuu zangu, na ndiye mama wa watoto wako. Hana kitu lakini ana utu ndani yake. Nimejifunza kuridhika na tulichonacho, nithamini utu kuliko kitu mwanangu. <laughs> Asante sana mama. Sita kuangusha. Lazima nitamwoa Zawadi. Asante na shukuru, yaani hata nikifa kesho, niko radhi. Zawadi ndo mkwe wangu mi. <laughs> <laughs> Shukrani sana mama, usijali sitakuangusha. Jaribu sana. Hii ni silaha mwana, na nimekuambia kwamba migogoro au changamoto zinapata usuluhisho wa kupitia silaha? Na vipi kama nisingeingia hapa kwa muda, ingekuwaje? Nini kingetokea? Ama sasa hivi tunaongea nini? Kuna nini kinaendelea kati yenu, mpaka umefikia maamuzi magumu ya kumshikia silaha mke wako? Mama, shida ni huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni shetani, mama. Amenipiga matukio makubwa sana, ambayo sijawahi kukwambia hata siku moja. Huwezi kuamini, mama yangu, nimeshamfumania Mama Junior na mfanyakazi wangu, na kibaya zaidi, siku zote namdanganya tu Kumbe anafanya biashara ya kuuza mm. Mama, wapi mwili wake? Sasa mama, hapo kosa yangu ipo wapi? Naomba niache nimshikishe adabu kwanza. Hapana, usifike huko <coughs> mwanangu wdo hiki nachokisikia ni sahihi ama kuna kitu ambacho unajua mimi sijakijua bado. Naomba uniambie nini kinaendelea, ama unafam, nini zaidi ya hiki nachokisikia sasa hivi? Mama, nimeshafikiria sana, na hajaishi hapo tu, yote tisa kumi, nimekuja kugundua kwa Junior. Nimegundua kwa Junior sio mtoto wangu. <laughs> wangu unajua Junior. Junior Kai. <laughs> Kai <bay. laughs> uh-huh. Mtoto ni mpole sana jamani, ila mkimzoesha mikono hivi mdaote kama kitabu cha Maulidi huyo. <laughs> Amtapika amtakula. <laughs> Atawasumbua mwenye kapole, msikazoeshe mikono. Hmm. Mama bumuwache mtutu mwenyewe, ndo huyo huyo asha adekedeke kidogo. Wa kwanza gani jamani, ndo alidekeze namna hii. Hapa ni bandika bandua, mwaka mmoja na nusu Tulewa jukuu kabla hatuj kabla nguvu hazijaisha. <laughs> afukanaonekana kajinja kajanja mtundu mtundu kama baba yake kaako mtundu. <laughs> <laughs> Ah! Mama nziza utoto, kifua wazi huyu alikuwa mtukutu huyu, wifi hey. Henu, upole kaupata ukubwani tu. Mna huu <laughs> <laughs> ah, upole bwana ah, ina maana kumbe kaka yako alikuwa mkorofi ah. Mama enzi za utoto <laughs> kifua wazi huyu alikuwa mtukutu huyu, wifi hey. Upole kaupata ukubwani tu. Unajua nini Kai? Ukisikia ukubwa ndio huu sasa Nishakuwa mtu mzima hivi sasa, na hii ndio raha saa ya ndoa. Ukiwa kwenye ndoa na Mungu akakupa kizazi ni neema kubwa sana, napaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine, mwanangu, wewe ni baba, na kama unavyojua baba ndio kichwa cha familia. Unapaswa akili yako sasa hivi uiwekeze kabisa kwenye kuitunza familia yako, mke na mtoto na watoto wajao. <laughs> tena uwalete kwelikweli, mke wangu. <laughs> Uh, kwenye hilo mama wangu, nikuondoe hofu na nikwambie tu najitambua, kwa nishakuwa baba sasa hivi. safi sana e, na nikuahidi ntampenda sana mwanangu junior. na sio tu mwanangu, hata mke wangu pia nitamthamini sana <laughs> vizuri <laughs> sana babangu. Ah, na vilevile msisahau kukwambia Kai, baba yenu alikuwa na upendo mkubwa sana, alikuwa anapenda sana familia, anapenda watu wote kwa ujumla, lakini kikubwa kabisa ambacho namkumbuka siku zote, alikuwa anapenda sana watoto. Hivyo natamani sana mwanangu Kai uvae viatu vya baba yako. Penda sana watoto, unajua watoto hawa Wanasema mtaji wa maskini ni nguvu zake, lakini mimi nasema mtaji wa maskini ni kizazi chake. Penda sana watoto wako mwanangu, hii ni hazina sawa? Baba sawa mama, kama nilivyokuambia hapo awali, kwenye hili sitokuangusha na nitapenda sana watoto, na sio watoto wangu tu, hata watoto wa watu wengine. Nitamthamini kila mtu usawa. E, na, kwa usawa na nitaishi kwa na nitazingatia maneno yako na nitaishi kwenye maono ya marehemu baba. Safi mwanangu, nawapenda watoto wangu. Hii inawezekanaje Dori? Hii ni nini? Imewezekana vipi? Hebu niambie, nini kinaendelea? Unajua nini kwenye hili we Dori? Una nini unachokijua zaidi ya hiki ninachokisikia? Naomba uniambie. Hana cha kusema mama. Maana ushahidi wote ni nao. Vipimo vya DNA, cheti cha kuzaliwa cha Junior, chote kipo. Na kizuri zaidi, wazazi halali ya Junior ishazungumza nao akataya, hapa mbele yako kama anajiamini. Natamani kusikia kitu kutoka kwako. Una nini kinaendelea? Ah ah. Kwani ah. Sita nipige magoti? Sisi wote ni binadamu. Hupaswi kabisa kutusujudia. Ongea hapa hapa, mimi ndo nitakusikia. Sisi ni viumbe kama viumbe wengine. Hapo hapo ulipoongea, chochote unachokijua, nataka nifahamu kila kitu kinachoendelea. Mimi unachokifahamu kuhusu hii? Peleka salamu kwa yule kwa yule wangu muhimu. Sasa unafikiri mdogo akijua itakuwaje? na je, Tola akijua kama nataka kutoa mimba yake? Wewe ni kama ndo itanitesa zaidi. Hivi ni mara ngapi nishakukataza maswala yako ya kuimba hii mbali? Hivi bibi, kwani kuna shida gani? Mimi katika hili siwezi kukubali, yaani kila kukipambazuka <tipa>

kimoja. Ewe njiwa, ewe njiwa, peleka salamu kwa yule kwa yule wangu muhimu. Hicho ndo ninachokitaka mimi. Siwezi kufanya hivyo maua. Yaani utasikia mdogo wako nimepiga. Tukio la ajabu kweli wa oh, unataka upendo, unataka mapenzi, Shazima. Yaani, yaani mimi yule ni mke wangu. Yaani, kwa sababu hapa mimi nilikuwa napita tu hapa na mpenzi wangu Tola. Mbona mimi nilipanga nikwambie hata hayo maneno? Ulipoyasikia nilikuwa nazungumza katika hali ya story tu, na sikutegemea kama angesambaa kiasi hicho.